Niliitwa kama kuna kazi hapa, lakini hapakuwa hapa, ilianzia Mnazi Mmoja na mm. na na mfanya kazi wa hospitali e, aliniambia unajua kushona, nikamwambia ndio, kaniambia njoo hapa kuna kazi okay. Kwa hiyo nilipofika pale wakashirikisha uongozi mm. ilikuwa ni Mnazi Mmoja, waliposhirikisha mm. uongozi wa pale wakanipa kazi, ndio ndio wakanipa kazi ya kushona nguo pale, mwaka gani lakini nimesahau, ni miaka mingi kidogo mm. wakanipa kazi ya kushona nguo pale. Nilipozirejesha, wakaniandikia malipo, lakini walinipa tu kibali cha kazi kidogo, wakaniandikia malipo. Yani ukirejesha leo unajaza dondoo, yani kama kuna hela wanakupa papo kwa papo au kesho yake. Kwa hiyo nilikuwa nimezoea kufanya hivyo kila inapotokea, wakiniita naenda. Na sasa hela ambayo